Karibu sana, mimi naitwa Dr. Chris Mauki na hii ni channel ya YouTube ambayo imesaidia na kubadilisha na kutransform maisha ya watu wengi sana, wale ambao ni wenyeji wa YouTube hii au channel hii, mnajua, maeneo yetu ya kujimwamba fai, maeneo yetu kujidai, maeneo yetu ambayo Mungu ametupa calling, ni maeneo kama familia, malezi, mahusiano, ndoa na maendeleo binafsi au personal development. Maeneo haya matano ndio maeneo ambayo video zote zinahusiana. Tuna video zaidi ya mia sita katika YouTube hii ambazo zimegusa maisha ya watu ndani na nje ya Tanzania, especially wale ambao wanazungumza uh, Kiswahili. Ingawa sasa tu katika mpango wa kuweka uh, captions za Kiingereza kwa ajili ya maombi ya wale watu ambao wamependa kupata uh, tafsiri ya baadhi ya video hizi. Leo naomba nikupe uh, somo ambalo lina focus zaidi katika mahusiano. Kwa dalili hizi utajua hakika ameshakuchoka. Kwa dalili hizi utajua hakika Amesha kuchoka. Kwa nini nimetengeneza topic hii ni baada ya watu wengi kwenye mikutano mbalimbali mbali na semina mbalimbali za mahusiano pamoja na ndoa, nimekuwa nikiulizwa nitaji waje, eh, kama sasa amenichoka, nitajuaje kama sasa anihitaji tena lakini hajaniambia kama anihitaji tena, anasema bado ananihitaji lakini anafanya hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo natamani nikuonyeshe, kwa sababu sio kinywa peke yake kitakachokuonyesha kwamba amesha kuchoka. Kuna vitu ukiwa makini kuviona basi ujue ameshakuchoka na hii inawezekana ikawa mwanamke wako au mwanaume wako, mpenzi wako wa kiume, mpenzi wako wa kike, mume wako au mke wako. Yoyote anaweza akakuchoka katika hawa. Takupa mambo manne au dalili nne. Dalili ya kwanza, ghafla utaona anaacha kukusumbua kwa maswali na vile vijilawama vidogo vidogo vya mara kwa mara. Wakati ule anapenda kukwambia utakuja saa ngapi? Eh, mbona unatoka leo? Mbona unatoka jioni sana? Mbona umechelewa? Uko wapi? Hivi unajua tunakusubiri. Mbona weekend hujawa pamoja na sisi? Mbona unatoka hivyo? Mbona umevaa hivyo? Mbona usibadilishe? Hivi jilawama vinaweza vikatoka kwa mwanamke au kwa mwanaume? Ukiona vimekata ghafla. Haulizi tena. Hakusumbui tena. Maswali yamepungua. Usifikiri ndio anakupenda. Usifikiri ndio ame, ameshajifunza. Usifikiri ndio ameanza kukutii na kukuheshimu. Usifikiri ndio kwamba hataki kukubugudhi, anakupenda. Watch out, kuna possibility kubwa yakini ameshatengeneza mbadala, na kwako kuna kitu kimepungua. Dalili ya pili, ghafla utaona anaacha kufanya vile vitu alivyokuwa anakufanyia kwa kawaida mwanzoni alikuwa anapenda kukufanyia visurprise vizawadi vimitoko vi kukutengenezea breakfast, kukukumbusha umekula kukuandalia chakula kukuandalia nguo zako za kutokea kukupasia kukufulia. Alikuwa anapenda kukusaidia baadhi ya majukumu, lakini gafla unaona ameacha, hakukumbushi hazungumzi kuhusu hivyo, na kama anafanya basi umemwambia, sio zamani. Alikuwa anajiongeza, sasa hivi unamwambia, unamuomba, unamkumbusha, mbona siku hizi sioni, mbona siku hizi hatufanyi, unaonaje weekend hii, wakati zamani ulikuwa umkumbushi, ghafla kabadilika. Ujue kuna crown yako, kuna taji yako imepungua au imeondoka. Dalili ya tatu, anaanza kukukwepa kwenye tendo la ndoa. Zamani alikuwa anakukumbusha tendo la ndoa, anakwambia kwamba wikendi imeisha hatujafanya, anakwambia nakuhitaji. Sasa hivi unaona kila ukihitaji una, unaanza kumburuza, unaanza kumkumbusha, unaanza kutumia jitihada ili upate sex au ili aweze kulala na wewe au kupata tendo la ndoa, wakati zamani ilikuwa hiyo kitu hamna. Sex life yenu ilikuwa very active kama ilikuwa asilimia themanini tisini au mia huko juu. Sasa hivi unaona inakwenda arobaini, nakwenda thelathini, nakwenda hamsini, kushuka chini, unaona there's some change kwenye tendo lenu la ndoa. Watch out, ya mkini ameshaanza kukuchoka. Na mwisho, ghafla anahamisha focus yake, anahamisha penzi lake, anahamisha attention yake kwa watoto. Zamani alikuwa anapenda kutoka na wewe weekend. sasa hivi anakuambia niandalie watoto, natoka nao. Zamani alikuwa anakuambia nakupenda, anakuposti. sasa hivi anaposti watoto tu. na kuwa na picha za watoto bila wewe. Zamani alikuwa muda na yeye anaenjoy enjoyi, mastori nini, sasa hivi unashangaa watoto wakiwepo ndio anachangamka na kupiga mastori, sio wewe ukiwepo pamoja naye. Focus na attention inahama kwako na kwenda kwa watoto. Usifikiri ndio anapenda sana watoto, kabadilika, kawa mama bora, kawa baba bora. Watch out, yamkini penzi lake limepungua kwako. Sasa kumbuka, haya ninayasema yanaweza yakawa kwa mwanamke, yanaweza yakawa kwa mwanaume, ila ukiyaona ujue kuna taji imeondoka upande wako, yamkini penzi limeshuka au limekufa na kuondoka kabisa. Hizi dalili zitakusaidia. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki nakupa codes zitazokusaidia kwenye mahusiano yako. Thank you.